Waziri mkuu mstaafu wa Kenya na mwanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini humo Raila Odinga amefariki dunia siku ya leo Oktoba 15 mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 80. Taarifa za awali zinaeleza kuwa Odinga amefariki dunia kutokana na shambulio la moyo akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali moja nchini India. Odinga alihudumu kama waziri mkuu wa Kenya katika kipindi cha kati ya mwaka 2008, hadi elfu mbili na kumi na tatu. Aidha, aliwahi kuwania nafasi ya urais nchini Kenya mara tano katika miaka ya elfu moja, mia tisa na tisini na saba, elfu mbili na saba, elfu mbili na kumi na tatu, elfu mbili na kumi na saba na elfu mbili na ishirini na mbili. Hivyo tunaweza kusema Kenya lakini pia Afrika imepoteza mwanasiasa maarufu na mmoja wa viongozi wa kisiasa wenye ushawishi mkubwa katika historia ya kisiasa Nchini Kenya. Kwa ufahamu kidogo, Raila ni mtoto wa Jaramogi Odinga Odinga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru na mmoja wa waanzilishi wa taifa hilo. Na Raila amekuwa mpinzani mkubwa wa utawala wa kimila hasa katika enzi ya Rais Daniel Arap Moi. Amewahi pia kufungwa kwa miaka kadhaa mwaka 1982 mpaka mwaka 1988 kwa madai ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi la mwaka 1982. Alichangia sana katika harakati za kupigania mfumo wa vyama vingi multiparty democracy miaka ya 1990, nafasi ambazo pia amewahi kuhudumu katika taifa la Kenya ni pamoja na amewahi kuwa mbunge kwa muda mrefu kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2013 lakini baadaye akaja kuwa waziri wa nishati mwaka 1997 hadi 1999, na amewahi pia kuwa waziri wa barabara na ujenzi mwaka 2001 hadi 2002. Amewahi pia kuhudumu katika taifa la Kenya kama waziri mkuu mwaka 2008 hadi 2013, baada ya mwafaka wa kisiasa na Mwai Kibaki kufuatia machafuko ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba. Hii ni Orange Media TZ, endelea kusubscribe, kulike na kushare kwa taarifa zaidi.